Kumi ishirini thelathini arobaini hamsini sitini sabini themanini mia mia na kumi mia ishirini mia thelathini mia arobaini mia hamsini mia sitini, mia, mia, mia, mia sabini themanini, sawa mm-hmm. Mia themanini mia tisini mia mbili na kumi ishirini thelathini arobaini hamsini iko shingapi? <laughs> kuna kama amilia

ani mi nikiwa na hela hivi nitawatukana. Acha ufala, unanipigaje vibao? Nakupiga kibao na ngojeni, kwanza tumalize azirudishe kwenye masandarusi kwa mfanye chapu basi. Begi lingine lela ndani kule, ameshusha ameshusha, alilete lichukue eh